Hauwezi kufikia mahali ukasema nimefanikiwa kimasomo ikiwa mimi nilipoenda shuleni nilienda kulala na kula raha na kunywa uji wa shule. Lazima ka uchungu fulani kaambatane na mbaraka huo. Ni ndio ninaomba kwa ajili ya biashara, natamani kuinuka katika biashara yangu ili nitokeze, ni lazima nifanye kazi ni lazima nihusishe mawazo yangu kufikiri, ni lazima nitafute mtandao kwa nguvu. Lazima, lazima, lazima nipite katika uchungu kufika katika madaraja ya juu. Hakuna mbaraka wowote ambao utakuja kwako kiholela. Mungu atatupima kupitia uchungu, na ndiyo maana anasema wale watakaovumilia sio tu kwamba wataokoka. Wale watakaovumilia katika kutafuta kwa uchungu, mwisho wa yote watapokea baraka zao katika maisha yao. Kumbuka, kila siku tunatafuta baraka za asubuhi za Bwana na kukumbusha pakeji za baraka zako zina uchungu. Hivyo natamani usione, usione uchungu zaidi ya kuona baraka, zaidi ya kuona baraka. Na ikiwa utaishia kuutazama uchungu package, utaishia kutambulisha vibaya mbaraka wako. Ikiwa utaona package yani utauona uchungu katikati ya baraka zako, utaishia kuona uchungu na hautaziona baraka, na kwa kutazama hivyo hautamuona Mungu kwenye baraka zako.